Tumefika jana tunamshukuru Mwenyezi Mungu majira ya saa moja hivi usiku kwa saa za hapa eh, Afrika Kusini, sawa na saa mbili kwa saa za nyumbani Tanzania, kwa sababu tumepishana saa moja eh, Tanzania tuko mbele, hapa tuko nyuma kidogo. Kwa hiyo saa moja hapa ni saa mbili ya nyumbani Dar es Salaam Tanzania. Kwa tulifika hapa, saa moja kwa moja vijana wakaingia gym kwa ajili ya kufanya recovery eh, tukaenda kupumzika, na asubuhi leo tena vijana wame kwenda gym kwenda kufanya recovery na jioni ya leo eh, kuanzia majira ya saa tisa ndio tutaanza program yetu ya mazoezi katika uwanja kwa maana ya, ya, ya, ya pitch. Kila mmoja anataka kuandika historia ya kuipeleka Simba fainali, na hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amekata tamaa na matokeo ya mechi ya kwanza eh, kila mchezaji ana shauku kubwa, na kila mchezaji anaiona anaiona fainali hii hapa. Yani hilo ndio jambo kubwa zaidi. Unajua, ukiwa eh, eh, unayaona una, una, una, una, una mafanikio unaongeza nguvu ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kupambana zaidi eh?